Kanisa la jeshi la uokovu nafanya katika idara ya miradi katika himaya yetu ya Kenya Magharibi. Uh, jinsi mnavyotuona hapa, tuko na miradi kadhaa ambazo tunafanya katika sehemu mbalimbali katika himaya yetu hii ya Kenya Magharibi, na katika siku mbili ambazo tumekuwa hapa, tumekuwa tukijadiliana miradi hizi zote ambazo tunazozifanya tukiwa pamoja na wale viongozi wao ndiposa tuweze kuona wanaendelea vipi katika eneo ambao wanafanya kazi na jinsi ambavyo wanaendelea katika hali ya kufanya kazi. Nikitaja tu baadhi ya miradi ambazo tuko nazo, tunao mradi ambao tunaita Worth, uh, program ambao unashughulika na mambo ya kuona kwamba maisha ya wamama inaweza kuimarishwa vizuri katika vitongojini katika eneo letu hii ya Imaa ya Magharibi. Tunao mradi wa anti-human trafficking ambao uh, jinsi mnavyojua, tunao ulanguzi wa watu wa madawa kila aina, na katika mradi huo unatusaidia vyema kuona kwamba tumeweza kupunguza. Najua kwamba hatuwezi maliza, lakini tunaona kwamba tumeweza kupunguza. Tunao mradi ambao tunaoita Integrated Mother and Child Health Project, ambao unajaribu kuimarisha kui katika hali ya, ya uzalishaji na watoto katika hali ya maji kuona kwamba watu wako na maji mazuri katika eneo letu hii ya Kenya Magharibi. Vilevile tunao mradi ambao tunauita AC Agriculture Community Empowerment. Huu unajaribu ni mradi ambao unajaribu kuona kwamba katika vijiji vyetu watu wako na chakula wako watu wako na uh, maisha mazuri wako na security ambayo ni nzuri katika eneo zao ambao wanamoishi vilevile tunao mradi ambao tunauita Turkana Wash and VSLA project. Huu unapatikana mbali kabisa eneo letu huko Turukana, ambao tunajaribu kuona kwamba watu ambao wanaishi katika eneo ya Turukana wana maji mazuri. Jinsi mnavyojua, tunalojua mingi sana katika eneo letu la Turukana, tuone kwamba wako na maji mazuri wanaweza kuja pamoja wakakusanya waka hela zao vizuri, wakasaidiana katika hali ya kuendeleza maisha yao. Tunao mradi mwingine ambao tunauita uh, community outreach program. Tunajua kwamba tuna vijana wetu mtaani ambao wana wende wamekuja katika mtaani bila katika hali ambao hawajielewi Mambo ni mengi huku nje, lakini kwa sababu ya dhehebu letu tunao muradi ambao tunaona kwamba hawa vijana wameweza kukuzwa, wameweza kupewa elimu. Hata nafurahi kwa sababu tuna wale, mpaka sasa hivi tunapoongea, tuna wawili ambao walitoka katika uh, street saa hii wako katika university, wanaendelea vizuri, jambo ambalo wengine wanaweza sema sio la kawaida. Tuna wengine ambao tunajaribu kuona kwamba wana wanajaribu kubadilisha maisha yao, tunawapatia elimu jinsi wanaweza anza biashara zao katika town ambazo wako ndani, kwa sababu lengo kuu ambalo linafanya wanakuja katika town zetu ni kwa sababu wengine hawana lishe, hawana chakula, hawana nguo, hawana malazi, maisha yamekuwa magumu na mtoto anaamua kuja katika uh, town. Generali vile tumekutana hivi, nyuma yangu mnawezaona hawa ni viongozi ambao wanasimamia hizi miradi zote ambao nimeweza kutaja na kukuja kwetu mahali hapa ilikuwa ni kwamba tutaka tufahamishane sisi wenyewe kwanza, kwamba ni wapi tumefikia, ni jambo gani afaa tuendeleze, ni jambo gani ambalo tumefanya vizuri, ni jambo gani ambalo hatujafanya vizuri, ambalo tunaweza fanya vizuri zaidi tunapoenda kuanza. Najua katika uh, the letu tunao mwaka ambao tunasema financial year ndio tunaanza mwaka mpya. Tukaona kwamba kabla tujaanza mwaka mpya, tuweze kuwa na ile kuja kwa pamoja kuona kwamba uh, tunafanya vipi zaidi sana kupita na mahali ambapo tumeweza kuwa tukifanya. Tunauita uh, community out, outreach program. Mradi huu tunawaleta vijana pamoja, kitu ya kwanza huwa tunawapatia lishe kidogo, kwa sababu njaa ndio hufanya vijana wanakuwa katika Uh, streets zao na wanapokuja, tunapowapatia lishe tunawahimiza, tunaongea nao katika hali ya upole bila ku, kuwashurutisha, tunawaongelesha, tunajua kwamba ni jambo gani ambalo lilifanya, na wengi sana tunakuta kwamba saa zingine ni madawa ya kulevya, na kuacha madawa ya kulevya sio jambo ambalo unaweza ambia kijana na anaacha safari moja. That is why it's a program. Ani, ni, ni ile kitu ambayo inaendelea katika hali ya kuiendelesha kwamba waweze kupata elimu na kiini na maana ya kuacha mambo ya madawa ya kulevya, na tunaendelea kuwaambia madhara ya madawa ya kulevya, na tena tunaendelea kuwahimiza uzuri wa kuacha madawa ya kulevya. Kwa hivyo huwa tunawaleta pamoja, tunawapa elimu, tunawahimiza, tunawaombea, tunawapatia, tunawatia moyo, wajue kwamba tuna mtu baada anawapenda licha ya kwamba wanapitia katika hali ambayo wanayopitia ndani. Na nataka kusema asante kwa sababu serikali inatuunga mkono katika mambo haya licha kwamba haijaingia vizuri kabisa ndani lakini twashukuru kwa sababu programu hii kama ya vijana tunaungwa mkono sana na serikali. Inapofika mahali tunahitaji msaada wao, wao huja, tunakaa pamoja nao. Tuko na station tatu currently, moja iko pale Kakamega, moja iko pale Kitale na nyingine iko pale Eldoret. Kwa sasa hivi tunaendelea nao pamoja. Na tunaomba sana kama wanaweza panua zaidi diposa, tunajua tuna vijana wengine hapa Bungoma ambao tunaweza kuja hapa Bungoma tena tuone kwamba tunawasaidia. Tuna wengine Kisumu, tuone kwamba tume extend program hii mpaka Kisumu, diposa tuweze kuona kwamba tumepunguza haya mambo ambayo yanaendelea. Nataka niseme pole sana kwa sababu ya jamii yake mwenda zake Raila Amolo Odinga. Vilevile vile kama kanisa na wale ambao tumekuwa mahali hapa kwa niaba ya timu ambayo tumekuwa nayo ambayo inaongoza miradi katika dhehebu letu la Jeshi la Uokovu, tunataka tutoe rambirambi zetu za dhati tukiombea familia. Najua ni pigo kubwa, ni pigo kubwa unapoangalia jinsi hali ilivyo, watu wamesononeka, watu wanajisikia kwamba ni pigo kubwa sana kwa sababu ya nchi yetu kumpoteza mtu maarufu kama huyo, katika hali ambayo yatatanishwi kama ile, ni pigo sana kwa nchi yetu, lakini kama kanisa tunawaombea tunawatia moyo, tukiomba kwamba Mungu akaweze kuwafariji akaweze kuwapa nguvu, na zaidi ya yote na wasi wananchi wa, wa, wote wa Kenya, pigo hili sio la watu fulani peke yao. Pigo hili limekuja kwetu sisi sote. Tunapoomboleza mambo haya, wacha tuyaomboleze katika hali ya utulivu we na amani tuweze kumaliza sherehe ya mwenda zake katika hali ya utulivu katika hali ya amani. Najua kwamba ni machungu, lakini tumweke Mungu mbele atuongoze, bila yeye najua kwamba hatutaweza, na tukimtangulisha tutamaliza vyema katika hali ya amani.